Ni kwamba tutumie fursa ya misitu yetu tuhakikishe tunavuna hewa ya ukaa, na nashukuru sasa hivi wenzetu wa World Vision washirikiana na chuo kile cha, chuo kikuu Mzumbe kituo cha kaboni na mkoa, tumeanza kusajili na kuanza kupitia kuangalia maeneo ambayo yataweza kuingia katika biashara hewa ya ukaa. Sisi tunajua biashara hiyo ina fursa kubwa mainio ya na ndio maana katika maeneo biashara ukaa imeanza kutokana tu na uwepo wa misitu basi imeleta fursa kubwa sana, kiangalia kutanganyika sasa hivi kwa mwaka vijiji kumi na moja wanapata bilioni kumi na nne kwa mwaka. Hayo ni mapato halmashauri yetu kwa miezi saba, kwa hivyo au miezi minne mitano kwa hivyo ni fursa kubwa ambayo itaenda kubadilisha. Mimi niwaombe tu tutunze na tulinde muziki <laughs> wetu. Bado tuna uharibifu mkubwa. Nikipita naona milima mi, mi yote na, inakuwa ina ni kipara. Nikienda Usangi wenzenu wana milima kama hii, hakuna kilimo hichi cha huko juu, miti imesimama wima. Ukiangalia hakuna hichi tunachofanya sisi mafisa ya msitu mpo, lakini hasa kwenye barabara. Barabara yetu hii ni tando, si uongo. Kweli kuna eneo ambalo linatakiwa ndio eneo la reserve. Najua tuna ufinywa ardhi, lakini ufinyuo huo usio wakupelekea tukalima mahindi mpaka unaingia kwenye barabara na ukiangalia thamani ya hayo mahindi utakayopata debe arobaini, na hiyo uharibifu ambao utaipeleka kwenye barabara ni mkubwa sana. Kwa hivyo sisi wenyewe tuhakikishe tunasimamia mazingira yetu. Tukiwa wote tunajua umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na kusimamia, basi na hakika tuta tutakuwa tumetendea haki neema hii Mwenyezi Mungu ametupa. Kuna watu wanatamani wangepata eneo kama hivi wazungu wanaota usiku na mchana wangepata eneo kama hivi, na ndio maana wakoloni walianza kuja kukaa, makaburi ya Wajerumani, utalii uta, bado tunayo fursa. Lakini wapongeze kituo chetu cha utalii kimeimarika, na sisi katika moja sekta tunakuwa nayo tutaimarisha zaidi ni sekta ya utalii. Tunayo misitu, tunayo hifadhi ya misitu ya yaini maji, tunahifadhi ya misitu nyuki lakini tuna hifadhi ya, ya, ya wanyamapori Mkomazi, sadani Kwa hivyo kama mkoa hili eneo la utalii tutalisimamia, lakini na nyinyi Lushoto, Lushoto mna fursa kubwa sana katika utalii ambayo tutashirikiana kwa pamoja.